Anaondoka Duke Abuya. Duke Abuya kupitisha katika nafasi, Abuya na yeye mwenyewe anaonesha kwamba ni kona. George Chikoka, lango liko salama. Kwa nini? Clean sheets 18, msimu uliopita. Ametumia kona ya kwanza ya mchezo. Dumbia ameujaza ndani, anacheza bila, ni Captain Dickson Job, Captain kwa vitendo wengine wote wamefunga, ni Dickson Job Ana, anamnyanyua anam injinia Hersi Ana, anamnyanyua GSM Ana, anamnyanyua Anton Mavunde anawanyanyua wananchi Young Africans. Dumbia aliupiga mpira katika njia kama amekosea hivi Dickson Job akaupalaza tu ndani ya hatakupitisha amekataliwa Duke Abuya amekwenda kutatua changamoto mwenyewe Maxi Nzengeli Maxi Nzengeli Maxi kapitisha pasi katika nafasi zuzwa huyu ni Pacome Zouzoua ni elephant. aliiacha mwenyewe kuwa Maxi Nzengeli akaiomba akapitishiwa kamchosha golikipa George Koka, what a goal, what a hit! Akili ni mingi mtu wangu, huyu ni pako mzuzwa. Vilio vinasikika Lilongwe, vilio vinasikika Blantyre, vilio vinasikika Mzuzu. Ni pako mzuzwa, ni Young Africans, ni wananchi, ni Yellow Nation kwenye furaha ya aina yake. Hawa ni wananchi, na huyu ni Patrick Mabedi. Hawa wapinzani anaofahamu vizuri, wengi wao ni vijana wake. Clement Mzize yupo jukwani kwa juu, na Franka Sinkoabena wanaangalia.